Nendeni mkaoge koko au koko bichi, nendeni mkaoge kwenye maji maji, mtatoa mta nuksi. Kumbe kwa sababu ni ni yale maji ni maji ya chumvi. kwa leo ndo ni, nimepata ni, ni, ni, ni nimepata maana zaidi, kwa nini wazee walikuwa wanatupeleka koko bichi kwenda kuoga kwa maji ya kumbe, chumvi ndani yake kuna kuna kuna vitu vikubwa sana. Pia naona kuna kidawa kingine kidogodogo hapo nyango, hebu kinaniu iko hapo hapo, hicho nacho ni, ni ni kidawa cha chananiu. Mmeona miski kinaitwa miski, miski nyeupe Alafu <coughs> kuna hii hapo nyingine, hebu igeuze hivi, nataka nimuone huyo mdada. Huyo mdada huyo mlete, mgeuze hivi tumone mdada huyo, kama jini huyu hapo. Mmemwona huyu mdada huyu e, eh? huyo ndio kiboko wa majini huyo mdada mmoja hivi, kutoka Uarabuni. Hii hapo dawa inaitwa hmm, nini? Sudan. E, Sudan. nini, binti Sudan e, binti Sudan. Injini hapo ametusaidia kidogo hapo ni binti Sudan. Kwa sasa hizo ndo dawa, dawa zetu ambazo zinatumika kwa hawa ali kumtoa jini mahaba. Ukishaziandaa pembeni kama hivyo, lazima uwe na ndoo ya maji pembeni kama hivi, una ndoo yako ya maji, umeone? Ndoo ya maji iweke karibu hapa sheh, ili tuweze kuwasaidia sisi. Tuna, tuna, tunasaidia bure, tunasaidia bure Watanzania wenzetu, kwa sababu maisha ya jini mahaba ni mabaya sana, umeone? utachukua utaanza kabisa, utaanza kabisa utachukua, hakikisha hakikisha, ngoja, ngoja, ngoja, ngoja, ngoja. Wakati unatumia hizo dawa ushike na kiganja chako cha mkono. Watu wengi wanafeli kwenye dawa, shika na kiganja chako cha mkono, yeke hiyo dawa kwenye kiganja cha mkono, kwenye kiganja cha mkono. hebu weka mkono wako hivi nikuoneshe, nyosha mkono wako umeona kwenye, kwenye kiganja cha mkono kuna kuna kuna communication za mafanikio kati ya wewe na ulimwengu. Kwa hiyo hakikisha hiyo dawa ambayo unaitumia umeishika. Usitumie usi kijiko au kutumia da, kutumia njia nyingine. Haya mimina, umo kwenye maji. Usogope so, mimina yote hiyo. Baada ya bada hapo chukua chumvi. Chumvi ya mawe. Tasua vizuri. Tasua vizuri chumvi yako ya, ya mawe. Ng'ata na mdomo Shehu yeye kung'ata na mdomo hataki, amefunga bwana. Ananiambia shika na kiganja chako cha mkono, utamimina utamimina utamimina, eh, utamimina kwenye, kwenye hayo maji. Baada ya hapo uta, utafungua hiyo, utafungua